Hizi za za tours ziko nyingi sana hapa Moshi na Arusha na maeneo mengine, lakini jambo hili chimbuko lake ni kampuni ya Zara. <coughs> Sasa, Sasa kuna wengine wanaweza wakafikiria Zara wanapendelewa, Zara wanapendelewa, Zara wanapendelewa, wana lakini wao ndio wamebuni na sasa kama alivyosema alitawala, jambo hili linaendelea kushika kasi kubwa sana. Kasi ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kuendelezwa na wanawake wa kampuni ya Zara <coughs> kwa hiyo napenda niwapongeze sana ndugu zetu Watanapa na Kinapa kwa ushindi mkubwa ambao umeupata ya nini? Ya uongozi mzuri thabiti, imara watanapa na kinapa kwa ajili ya kazi hii. Kwa hiyo sana sasa, ndugu zangu, Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, hakuna mtu yoyote ambaye atabisha kwamba yeye sio kinara wa utalii nchini. Amefanya kazi kubwa sana na nyote wote ni mashahidi. Mheshimiwa Rais ametoka ofisini amekwenda kuendesha gari mwenyewe, amefika mahali akateremka, akaweka mikono nyuma, na simba yuko pale anamwangalia hivi. Hapa ndani ndani anaweza kuona simba yuko pale hapo, akateremka. Kwa hiyo mama jasiri ameteremka. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, amefanya vile ili watanzania waendelee kuishi maisha mazuri. Sasa ukikaa tu unaongoja uletewe hela na mkuu wa mkoa, huwezi kuletewa, na hakuna serikali yote duniani ambayo inawapa wananchi wanatembea na kikapu cha fedha kugawa watu. Lazima wabuni wafanye kazi. Ndugu zangu, kampeni hii ya twende zetu kileleni sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Sasa safari hii katika wale watu wanaopanda siku moja siku mbili na zile zingine, na sisi nataka kusema kwamba natoa shukrani kubwa kwanza kwa Mheshimiwa Rais wetu Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kusukuma kwenye mambo ya utalii mpaka tulipofikia. Watalii wanakuja, na hii ni high season sasa hivi, wageni wanakuja wa kutosha. Mama, asante sana, asante, asante. Jambo la pili ni kwamba tumezindua leo rasmi twende zetu kileleni kwa ajili ya Disemba. Napenda kuwakaribisha watu wote watanzania wote, mweze kuja tushirikiane wote pamoja sababu twende zetu kileleni ni kuweza kuenzi mlima wetu, na mlima umepata tuzo juzi kwa ajili ya the the best mountain in the world. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kusema kweli, na tuseme kwamba Watanzania, tunawaomba muje kwa wingi, muweze kupanda mlima wa Kilimanjaro, na sisi kama msimu wa tano ambao tume, tunaendelea nao, na tunasema kwamba ni kitu cha kujivunia sisi wote kuweza kufikia msimu wa tano na kuweza kuorganize hichi tena. Ah, sana sana Watanzania nikuambia tu, kama tunaifanya tofauti, ninawe kwamba kuongeza vitu vidogo vidogo viweze kufikia watu waweze kuona kuna utofauti wa mwaka jana na mwaka huu. Kama sisi vijana wetu tu wako kipindi hichi, tuna vijana wengi waweza ku, kujaribu kuendelea na kuwa na success rate kubwa. Na pia nimefanya biashara hii kwa miaka 40. Kwa hiyo napenda kusema kama mama, mwanamke mwingine yote anaweza kufanya biashara kama hii, na karibuni wote tuweze kufanya kazi ya utalii na leo tunasema tunazindua msimu wa awamu ya tano. Msimu huu, Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, tuliuanza kimzaa mzaa, lakini sasa naona unaanza kupata popularity. Kila wakati watu wanauliza mnaanza lini, ili watu waanze kuchangamka zaidi. Lakini kwanza ni pongeze kampuni ya Zara Tulikaa pamoja tukafikiri namna ya kushirikiana, tukazunguka kwenye vyombo vya habari kila mahali kwa ajili ya kuona wadau wetu wa Tanzania wanafikiwa na kupata taarifa na kujumuika nasi kwa ajili ya kupanda mlima Kilimanjaro na, na kama alivyozungumza uh, HR kwamba huwa tunaungana na wenzetu jeshi la ulinzi ambapo huwa wanapanda kipindi cha Desemba kuanzia tarehe sita na tarehe tisa siku ya uhuru wanakuwa kileleni na na sisi tukaona tutumie nafasi hiyo uh, kwa Watanzania kwenda kupanda mlima na kuona huo, tunaona tufanye kidogo, ili mheshimiwa mgeni rasmi na wewe ujaribu kupanda. Kwa hiyo tutahamasisha wale wa siku moja, uh, tutakuwa na za siku mbili na tutakuwa na za tutakuwa na wale wababe wa vita ambao wao watataka kutokuwa Tomaso kuhakikisha wanafika na kwenda kugusa kile kilele ambacho ndio kilele cha Afrika, lakini ndio kilele kinachosimama peke yake. Dunia nzima anaipongeza, na kampuni ya Zara na yenyewe imepata tuzo, na hizi tuzo zetu tumekubaliana Desemba zinapanda zote pale nazifikishi e, pale ili zionwe na Afrika nzima waone kwamba na sisi Tanzania tuko vizuri, kujenga uzalendo wa Watanzania kwa kuenzi utalii wa ndani na kujenga tabia ya kutembelea vivutio vyetu vilivyo hapa Tanzania, lakini tukichagua mlima Kilimanjaro badala ya vivutio vingine kwa sababu e, ili mtu aweze kupata changamoto ya kupanda mjengee uzalendo na uelewa wa mlima Kilimanjaro ambao ndio mlima mrefu kuliko milima yote barani Afrika. Kwa hiyo eh, baada ya vikao kukaa kwa kuwashirikisha wadau ambao ni Tanapa na Kinapa ikaamuliwa iunganishwe na maadhimisho ya siku ya uhuru wa Tanzania. Hiyo ndio eh, wazo lilivyo eh, ibuka na hadi sasa ni msimu wa tano, tunashukuru, tunapenda vizuri. Msimu huu wa tano tunategemea kuwa na utofauti kidogo. Kwa hiyo tunakaa na viongozi wetu wa Tanapa pamoja na Kinapa ili kuweza kuboresha na kuongeza chatu ya watu kupenda kutembelea vivutio vyetu vya ndani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuzinduliwa kwa Royal Tour umekuwa nasi bega kwa bega katika kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuendeleza kuboresha utalii wa Tanzania na hususan katika mkoa wa Kilimanjaro, umeshiriki na watumishi wa serikali taasisi mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunajenga utamaduni wa kutembelea vivutio vyetu vilivyo katika mkoa wa Kilimanjaro, hivyo tunategemea msaada mkubwa kutoka kwako katika kufanikisha twende zetu kileleni msimu wa tano wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano.